Kama kupenda mwanamke unampenda, uh -huh. uh -huh. Hata kama na mapungufu yake kabisa. Unajua wanawake sio wote waliokamilika eh? Kuna muda mwanamke atakuuzi, hebu tuliza mauzi yako. Mpende, akikuuzi mwambie, mke wangu njoo, eh? Nimekuletea doti ya kanga lazizi, hebu vaa bwana, afu twende chumbani tukaenjoy kidogo kabisa. Unaona balaa hilo nini? Upendo, mpende mke wako. Usipompende. Wengine watu watakuibia ndugu yangu hilo la kwanza la pili uvumilivu hata kama mke wako atakosea kwenye kupika kwenye usafi kwenye mambo yetu ndani ndugu yangu usiyatoe nje usiyatoe nje shetani tabia nayo unayo mimi, eh? Hey, hiyo tabia hiyo muache. Koma kidogo kidogo mambo. Asabiliana kifua na kolomelo kabisa. Hata kama anamuuzie amuite wazungumzie wayamalize ndani. Upande wake nimemaliza kwa mwanamke uh -huh. Ya kwangu matatu. Matatu. Na kwanza. Usafi. Usafi. Nikisema usafi. Uh -huh. Namaanisha usafiwa kwa kieye uh -huh. pamoja na mume wake uh -huh. na nyumba yao wanayoishi kabisa. Marufuku mume wako kwenda kazini na midevu kama Morrisoni. <laughs> Yani jana mume sio na midevu kama Morrisoni, anashindwa hata kuomba maji akapewa njiani. kisomo yake Hakikisha unamwangalia mume wako asubuhi, wa kwenye ukichwa hadi ukucha wa chini. Alipokisha mpe ruksa, mwambie mume, sasa nenda kazini katafute Zingatia usafi wake. Jambo la pili mwanamke ana vifua viwili. Kabisa. Cha kwanza, cha kwanza ni hiki cha mbele. Hebu shika kifua cha hapo. Shika ilo ziwa, shika ziwa. Shika ziwa. Iko okay. Ni kifua iko kimebeba nini? Maziwa. Kabisa. Lakini kifua cha pili cha mwanamke ni hiki cha nyuma, cha mgongo. Hiki kinabeba nini? Maneno. Marufuku mwali wangu, nisikilize. Marufuku shoga yako yoyote, hatakaye kuja kukuambia nimemwona mume wako kichochoroni ipo na Adija, mwambie koma. Nime. kama leo ipo na Adija, kesho atakuwa na nani? na Zubeda? nimemtuma huko, ameenda mazoezini. mechi nyumbani, tunazipiga mpaka, tunazipiga tena kabisa.

Tumuonyeshe sasa mwali wetu akakae mbele. Sije tulia. Tulia. Somo. Kalea kibao hapo twende. Kalea kibao twende. Wewe si somo? Kalea kibao twende. <laughs> Aya, ndiyo, ndiyo. Anavua viatu. Somo, na mwali wangu nisikilize. Kuna staili mbili tu za kukuna nazi. Unazijua? kama unazijua, niambie nisiseme. Unazijua? Usijui eh? Somo, karia kiti nimuonyeshe staili mbili za ukunaji wa nazi. Karia kibao twende. Tukimaliza tunaingia kwenye matunzo. Wa viatu somo wa kishua. Somo leo kubalika kikeni na kiumeni. Una tii, tatu Ilala, Temeke yako, Kinondoni yako na nakuongeza nyingine Kigamboni pia ya kwako. Karia kiti. Karia kibao. Kibao yuko chambuzi. Unakiona? Naona somo alivyokaa, eh? Eh, yeah, bie kabisa. Haya, nazi inakunwa kwa staili mbili. Ya kwanza nazi inakunwa mbele, somafundisha hivyo studio, nazi unakuna mbele studio. Kuna nazi. Nazi unaikunia pembeni, kuna nazi pembeni. Asante. Ni marufuku mwali, nisikilize, ni marufuku kukuna nazi nyuma. Nikisema nazi nyuma, na maanisha wewe na mume wako marufuku kufanya tendo la ndoa nyuma, mkome kabisa, sori. Yaani jalama, sori, na mdevu kama ulisodi anashindwa hata kuomba maji akapewa njiani kikombe yake. Hakikisha unamwangalia mume wako asubuhi kwenye ukichwa hadi ukucha wa chini kabisa. Alafu kisha mpe ruksa, mwambie mume, sasa Nenda kazini, katafute tuje kula, zingatia usafi wake. Jambo la pili, mwanamke ana vifua viwili kabisa. Cha kwanza ni hiki cha mbele, hebu shika kifua chako, shika ziwa lako. Unaona iko ni kifua iko kimebeba nini? Maziwa. Kabisa. Lakini kifua cha pili cha mwanamke ni hiki cha nyuma cha mgongo sana. Hiki kinabeba nini? Maneno. Kustahimili. Marufuku, mwali wangu nisikilize, marufuku. Shoga yako yoyote hatakaye kuja kukuambia nimemwona mume wako kichochoroni ipo na Adija, mwambie koma. Kama leo ipo na Adija, kesho atakuwa na nani? Na Zubeda, nimemtuma huko, ameenda mazoezini. Mechi nyumbani tunazipiga mpaka tunazipiga tena kabisa

kadia kibao hapo, twende. Somo na mwari wangu, nisikilize. Kuna staili mbili tu za kukuna nazi, unazijua? Kama unazijua, niambie. ni sisi, unazijua, usijue. Somo kadia eh? Kiti nimuonyeshe staili mbili za kukuna nazi.

Nazi inakuna kwa staili mbili. Ya kwanza nazi inakuna mbele, so mafundisha hivyo studio. Nazi unakuna mbele studio, unakuna una nazi mbele.